Jana nilipokuwa ninatangazwa baraza, nilikuwa nyumbani pale basi, akasema maji itabaki kama ilivyo. Mheshimiwa Rais ana, ana ana imani kubwa na wizara yetu ya maji. Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na watumishi wa wizara ya maji. Ni waombe na niwasihi, kiaminiwa aminika, twendeni tukamlipe matokeo ya kazi kwa imani ambayo ametupatia Mheshimiwa Rais mkuu na sisi viongozi wenu tutawapa amani, tutawapa utulivu, tutawapa sapoti. Twendeni tukalipe matokeo na tujitofautishe na utendaji kutokana na taasisi zingine zote. Sisi tukikubaliana jambo tufanye tu na jambo liende kuonekana. Kwa hiyo kipindi hichi cha haraka, kazi ambayo iliyokuwepo ni kwenda kuitafakari hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametoa maelekezo katika kila sekta kwenye sekta yetu ya maji katika siku mia moja katika wizara zilizopo sisi tupo na jambo la gridi ya taifa nilikuwa namsisitiza hapo katibu mkuu vipi ripoti yetu ishakamilika visibility study anaambia mambo ya pupamba mcheze ya mwajuma wewe piga makofi mengi sana kwa hiyo sisi tunawatakia kila la heri asanteni sana sana kwa mara nyingine nimpongeze sana engineer Matthew Kundo pigeni makofi mengi sana mimi nakukubali una baya na shemeji yangu, umepata mume, umepata mume mzuri. Mpe utulivu, mpe na amani. Mume anataka mambo mawili tu, anataka amani, anataka utulivu, anataka heshima, atafanya chochote unachotaka shemeji. Wizara yetu sio wizara yenye maneno maneno. Tofautiane mawazo, lakini mawazo yenye kujenga, si kubomoa sekta. Siruhusu uzushi Fitina, fitina, uchimvi, hapana. Kila mmoja ana nafasi yake ya kufanya kazi, na endeleeni kujituma, na kila sehemu ambapo kwenye kujituma na kwenye utulivu, basi kunapatikana baraka. Ni mmeshuhudia, wizara yetu imekuwa chuo cha uongozi, tumezalisha viongozi wengi sana, nani asijua? Ndeni tukashikamane, umoja na mshikamano, tutafanya makubwa. Ndeni tukamlipe kiongozi wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, yale yanatuelekeza twende tukayatende, na kuleta matokeo makubwa katika wizara yetu na Watanzania. Mwisho katibu mkuu, ni kushukuru kwa mara nyingine. Sina maneno matamu ya kusema, asante.